Ahlan wa sahlan wa marhaba, mpenzi mtazamaji, popote unapotazama Mo TV 245 wikendi. Majina yangu kamili nafahamika kama Mohamed Saha, ikiwa leo ni tarehe tano mwezi ni wa kumi, mwaka ni elfu mbili ishirini na tano. Tunakupurushia habari hizi, hivyo basi mtazamaji, niweze kukujuza uweze kukaa ange, ili uweze kupata taarifa kamili hapa hapa ndani ya MOTV wikendi, kwa mambo yote ambayo aliweza kujiri ndani ya wiki nzima, kuanzia mnamo Jumatatu mpaka leo hii Jumapili ya tarehe tano, mwezi ambao umeweza kufunguka juzi. Mtazamaji, kwa hayo yote mengi na machache, tuzame kwa yaliyomo. Mwalimu aliyemchapa mwanafunzi katika shule ya Gongoni, kaunti ya Kilifi, atiwa mbaroni. Kaunti ya Mombasa, wana Mount Kenya waungana na pwani Innovation kuweza kufanikisha shughuli ya ujasiriamali pamoja na teknolojia ya kisasa. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta awakumbusha wa Kenya kuhusu uchaguzi wao uliofanyika mwaka wa 2022 Mtazamaji, karibu andamana nami. Mwalimu anayedaiwa kumchapa mtoto aliyefariki akipokea matibabu katika hospitali kuu ya Kenyatta amekamatwa. Huku mwalimu huyo kwa jina la Ian Tembo Mavuna amekamatwa juzi na kuandikishwa stakabadhi na mashtaka na taarifa kwa maafisa wa polisi. Mshukiwa huyo ambaye ni mwalimu katika shule ya Gongoni, kaunti ya Kilifi, anadaiwa kumchapa marehemu Ernestine Ziza kichwani mara kadhaa na kumsababishia damu kuganda kabla ya mwanafunzi huyo kuwaga dunia. Mwanahabari wetu mtakuzi sana mwajemidari Andere ana taarifa kamili kuhusu mkasa huo. Mwanafunzi wa darasa la nane aliyetambulika kwa jina la Anestin Ziza Tunje alilalamikia maumivu ya kichwa mara kwa mara kabla ya kufariki kwake. Tunje aliripotiwa kupigwa viboko pamoja na wanafunzi wenzake na mwalimu wao Kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Kilifi Kusini, Hassan Kochale, alithibitisha kukamatwa kwa mwalimu huyo na kutangaza kwamba wanatafuta kumweka kizuizini kwa siku zaidi. Kwa sasa wanatarajia kupata haki baada ya mwalimu wa shule ya msingi aliyehusishwa na kifo cha mwanafunzi huyo wa darasa la nane kukamatwa. Jemedari Andere, hii ni Mo TV. Na mtazamaji, tukisalia pwani ni kwamba wanafunzi wa MKU walishikana na kuweza kuweka mkutano pamoja na wanaswahili Port Hub, wakiwa na mkataba pamoja na Pwani Innovation ndani ya kaunti yetu ya Mombasa. Andamana naye Shaifa Aziz mwanahabari wetu mpekuzi naye ili aweze kukupa taarifa kamili. All the, all innovations are welcome waendeshaji wa Swahili Port kutaka kuungana na wana MKU ya kuwasilisha hotuba yao ya kiteknolojia na ufundi wa mashine za kileo, na pia kuwahusisha waswahili kwenye ukanda wa pwani utaleta mshikamano wa ustadi wa hali ya juu. Yote haya yanaletwa na Pwani Got Talent itakayong'oa nanga karibuni na wana Swahili Pot wapo tayari kuleta mshikamano.

Hayo mwanaharakati wa Swahili Pot Hub anaitaka chuo kikuu cha Mount Kenya kuleta vidole vyote pamoja ili kuweza kuvunja chawa bila ukabila wala rufaa ya aina yoyote analenga kujenga taswira ya jinsi Afrika inavyopakwa rangi kisaikolojia na pia kisa kumbimbi makala haya ya pwani. Sasa wana Mount Kenya wapo tayari kuyapa kipaumbele ili kuimarisha mbalamwanga mwanga wa MKU. Shaif Aziz, MOTV Mombasa mtazamaji tuelekee kaunti ya namba arobaini na saba huku, mtazamaji, rais mstaafu Uhuru Kenyatta amkashifu rais William Ruto kwa kuregesha nyuma maendeleo ya nchi kwa kufanya majaribio kwenye masuala muhimu yaliyowaathiri wananchi. Akizungumza kwenye mkutano maalum wa wajumbe wa chama cha Jubilee katika jiji la Nairobi, Uhuru aliwakumbusha wakenya kwamba aliwaonya dhidi ya kumchagua aliyekuwa naibu wake kama rais. Mwanahabari wetu Husna Munyikai anatuvunjia na anatuweza kutukunjia jamvi hili, ili tuweze kutamatisha na habari hiyo kwa radhia zote kamili. Kwa hayo machache, tazama. Aliibuka kwa kishindo baada ya likizo kwenye siasa za nchi. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta akianza kwa kushambulia mabadiliko yaliyofanywa kwenye serikali ya Rais Ruto akisema ni ya kuungaunga. Many of the gains we had in the past have been eroded. Linda Mama and others replaced by new untried, untested schemes. Kenyatta akizamia siasa za hasla na mabwenyenye zilizotamba katika kampeni za uchaguzi wa mwaka elfu mbili ishirini na mbili, akisema zilikuwa chambo za kuwahadaa Wakenya. "Hii story hii watu walikuwa wanazungusha, sijui hasla, sijui huyu ni mtoto wa single mother, lakini kusema ati wewe asabu wewe umezaliwa na single mother, hiyo ndio qualification yako ya kuchaguliwa? Hapana, njoo huambie Wakenya ni nini utawafanyia. Kenyatta akirejelea ushirikiano kati ya Ruto na Raila akisema ni shilingi kwa ya pili na aliyokataa Rais William Ruto kabla uchaguzi wa mwaka 2022. Kenyatta akisema majuto ni mjukuu. Some of the truths we spoke of yesterday have become the reality check of today while some of the myths and falsehoods have become the nightmare That many are living. Kiongozi huyo wa chama cha Jubilee pia akikashifu vyama anavyosema ni ukabila. Wacha tuwe na national parties ambazo zinaunganishwa kwa sababu ya sera lakini siyo kwa sababu ya pahali ya ambapo zimetoka. Yote hayo yakiwapa Wakenya tumbo joto na kuibua maswali. Je, uchaguzi ujao wa mwaka 2027 utakuwaje? Husna Munyikai, Mo TV Wikendi. na mtazamaji tumeweza kufika mwisho na tumai umeandamana nami kuanzia mwanzo hadi tamati mahali tumefikia kwa sasa mtazamaji umekuwa ukinitazama na uweze kupata habari zote hapa hapa na tumaye umeweza kupata yote ambayo tumeweza kuwaletea kwenye meza zetu za MoTV 245 nambari ya harafu mtazamaji ni moja mbili moja moja au ukipenda pitia kwenye mtandao wetu wa kijamii utatupata na hashtag kama kawaida ni MoTV wikendi. Bila kusahau niweze kutoa shukrani kwa ajili ya wale walioweza kutoa habari na kuweza kutupa ripoti ambazo zimeweza kuwaza uhakika ili ziweze kukufikia wewe mtazamaji, natoa shukrani na pia niweze kukutolea shukrani yoga, kwa kwa umeweza kututazama mwanzo paka kilele cha bila kutuchoka kila Jumapili saa moja jioni. Kwa hayo mengi na machache, niweze kupiga mstari chini yake nikutakie usiku mwema na njozi njema. kwa heri.